Okay, DJ najua unachokitaka, maswali mengi kwa waiter. Macho yalikona, moyo ukakuchagua, mdomo ukasema na kupenda, usiogope. Unajua ukiwa benki unaesika, uko bungeni <laughs> mnaeza mkaimba kidogo, weni zawadi Ujapewa bado fanya miamala, au sio bana, uweze kushinda. a, kwanza nashukuru sana a, a, uongozi mzima wa SADP Bank, lakini pia nikushukuru Eliudi. Huyu Eliudi bwana ni influencer, leo ni MC, lakini tunatokea mtaa mmoja kabisa, yaani sio utani, tunatokea wote Mbeya, lakini Mbeya, mtaa mmoja na mimi nilikuwa naenda kanisani ni yani kanisa hili kwao hapa. Kwani ndugu yangu huyo ulisema niseme kwamba tunatokea sehemu na nafikiri watu watakuwa washaona. Ni familia kabisa. Ni mimi hapa naye muelezea huyo mtu. Ona <laughs> <laughs> kwa kama unawaambia, ni siri niko hapa. Jirani yake. <laughs> Na yeah. Maji yetu kwetu yalikuwa yanasumbua, tunachota kwenu leva. Kabisa. Yeah. Yeah. Na kitu kingine ambacho watu hawajui tukio langu wewe ni MC pia. Yeah. Basi. Imeisha. <laughs> Bas, yes. Uh, mimi ni balozi wa CRDB Bank na niseme tu kitu kimoja, ukiwa balozi wa CRDB huteseki, kwa sababu vitu vinajieleza. CRDB kuacha kuwa ni benki bora kabisa, wana activation au hizi shughuli ambazo wanazifanya kila siku, hawateseki. unaelezea kila kitu kwamba tuko Burundi, tuko Kongo, tunaenda Dubai Yani, you feel proud of yourself kwamba Dubai, yani huteseki, ni shida. Kuna balozi nyingine unaipata, sitaki kuongea vibaya, lakini mwenyewe unaanza naanzia wapi hivi, unanielewa? Unakuwa na shughuli kubwa balozi ya kuongea, lakini ukifika sehemu hata songei sana. Yeah, this is Rayvanny, uh, CRDB Bank ambassador.